Jamila, msichana mwenye miaka 20, alijikuta akiwa peke yake usiku wa manane baada ya kukataliwa kazi yake ya kufagia. Alikuwa amekiuka masharti makali ya kijiji, kutofagia usiku, wakati wa mizimu. Sasa alisimama katikati ya barabara nyembamba, upepo mkali ukivuma kama yake, akivuli chake kikimridhia kama la mnyama mwenye njaa. Alijifanya mbishi, akicheka kwa uchu lakini moyo wake ulimpiga kwa nguvu. Sitakiwi hapa, alijiona akisema kwa sauti ya chini, ila maneno yalipotea kwenye giza. Mazombie walikuwa tayari wanamzunguka, walitoka kwenye kivuli, miili yao mikavu na yenye uharibifu, macho yao mekundu kama moto wa jahanam. Walinusa hewa, wakifurahia harufu ya hofu yake. Damu, tunahisi damu yako. Mmoja wao alitamka kwa sauti iliyovunjika kama kigugumizi cha mtu akiwa karibu na kufa. Jamila alijaribu kukimbia, lakini miguu yake ilikuwa kama mizizi iliyozama kwenye udongo. Mazombie walianza kumzunguka wakicheka kwa sauti za kusaga meno, ngozi zao zikinyenyeza kwa wadudu wadogo waliotoka kwenye mianya yao. Ghafla sauti kali kama ya radi ilitoka kwenye msitu uliokuwa karibu. Umekiuka mizimu! Mizimu ya kijiji ilionekana, wazee wa kale wenye nyuso zisizoonekana waliovaa nguo za zamani zilizooza, walimtazama Jamila kwa macho yenye hukumu. Utalipa kwa damu yako, mmoja wao alisema akwa. Pamoja, mazombie na mizimu wakamwendea kwa mwendo wa kutisha. Jamila alipiga mayowe, lakini sauti yake ilizamishwa na vilio vya pepo. Giza likamfunika. Akijiji kikawa kimya tena. Asubuhi, kulikuwa na kitu kwenye njia, shati yake yenye rangi nyekundu, ikiwa imejaa madoa meusi ya damu yaliyokauka. Hakuna aliyemwona tena, lakini kila usiku, wakati wa mizimu, sauti yake inasikika, akilia kwa msamaha, huku mazombie wakicheka kwa raha kwenye giza. Siku zilizofuata zilikuwa za kutisha kwa watu wa kijiji cha Wimbi la Giza. Usiku, walisikia sauti ya Jamila ikilia kutoka kwenye msitu, kilio cha mwili na roho zilizochomwa moto. Wazee wa kijiji walikusanyika chini ya mti mkubwa wa mwembe ambao ulikuwa na alama za kienyeji za kuzuia mizimu. "Ametuvunja mwiko," Mzee Kivuli, mganga wa kale aliye na macho meusi kama lindi, alisema kwa sauti ya tetemeko, "sasa mizimu haitatuacha mpaka tumpate Jamila au mwingine atakaye badala yake." Mara, mwanamke mwenye umri wa Jamila alijikuta akitembea kwa haraka usiku mmoja baada ya kukosa njia nyumbani. Alisikia upepo unaovuma kwa sauti ya kuogopesha kama mtu anayeomboleza. Ghafla, aliona kivuli kirefu kikisimama mbele yake kiwazi kwa shati ndefu, nywele zake zikininginia kama nyoka. Mara nesli sauti ya Jamila ilitoka kwenye kinywa kilichofunikwa na mianya. Mara alitaka kukimbia, lakini miguu yake iliganda. Kivuli kilimsogelea. Akwa ghafla, mikono mikavu na yenye uwezo wa ajabu ilimtia ndani ya giza. Asubuhi, nguo za Mara zilipatikana zimecharuka kwenye njia ile ile ambayo Jamila alitoweka. Watu walianza kuogopa kwamba kijiji kimeingia kwenye laana. Wazazi walilazimika kuwafunga watoto wao ndani kabla ya jua kutua. Watu walianza kuona maumbo ya watu wasio hai wakitembea kwenye kivuli, wakimtazama kila mtu kwa hamu ya damu. Mwishowe, mzee Kivuli aliamua kufanya tendo la mwisho. Alichukua kikombe cha damu ya mbuzi mweupe na kumwaga kwenye mto uliopo kando ya msitu. Tunakubali kukutangazia nje, Jamila alisema kwa sauti ya juu, lakini kama utarudi tena Tutateketeza mizimu yako kwa moto mtakatifu. Usiku ule, kijiji kilisikia kilio cha kusikitisha kutoka msituni, kama mtu aliyekatwa roho. Kisha, ukimya. Watu waliamini kuwa Jamila alipelekwa mbali na mizimu. Lakini hadi leo, wakati wa usiku wa manane, wengine bado husema kuwa wanamwona msichana mwenye shati nyekundu Akisimama katikati ya barabara, akisubiri mwenye bahati mbaya atakayekiuka masharti ya mizimu tena. Miezi michache baada ya kutoweka kwa mara, kijiji kilianza kupata amani kwa mara ya kwanza. Watu walianza kusema kuwa laana ilikuwa imetoweka. Lakini Mzee Kivuli, mganga wa zamani, hakuweza kupumzika. Alijua kwamba mizimu haitakiwi kuachwa bila malipo na kwamba Jamila alikuwa bado yupo anasubiri nafasi ya kulipiza kisasi. Usiku mmoja wa mwezi mpevu, mtoto wa kijiji Kito, mvulana wa miaka kumi na mbili, alitoka nyumbani kwa kukimbia na mama yake baada ya kugombana naye. Alikimbilia msituni, mahali ambapo watoto walikuwa wamekatazwa kwenda usiku. Kwa mara ya kwanza hakuhisi hofu. Mwezi uliangaza kwa nguvu na upepo ulivuma kwa upole. lakini ghafla alisikia sauti ya uke ikimwita kwa jina lake. Kireoniseri sauti ilikuwa tamu na ya kuvutia, kama ya mama yake alipokuwa na furaha. Kito alifuatilia sauti hiyo mpaka akafika kwenye uwanja mdogo uliokuwa wazi katikati ya msitu. hapo alimwona msichana mwenye shati nyekundu nywele zake ndefu na nyeusi zikifunikwa uso wake. Alikuwa amesimama kwa mguu mmoja juu ya maji ya bwawa dogo lililokuwa limejaa yale machweo ya mwezi. Jamila, Kito alisema kwa hofu, akijua hadidi zote. Msichana alinyoosha mkono wake ambao ulikuwa mwekundu kama damu. Nimewaachia wengine, lakini wewe, wewe ni mwaminifu nenda ukawaambie wazee wako kwamba sitarudi tena, lakini kama mkitavunja masharti nitawapata. Kito alitaka kukimbia, lakini macho ya Jamila yalimshika kama vile yalikuwa yamejaa ulimwengu mzima wa giza. Kisha kwa haraka yule msichana alitoweka kama moshi, na maji ya bwawa yakageuka kuwa meusi kama wino. asubuhi iliyofuata Kito alirudi kijijini akiwa na ujumbe wa Jamila. Wazee walimsikiliza kwa macho makubwa, na Mzee Kivuli alitikisa kichwa chake kwa heshima. Ametupa nafasi ya pili, alisema, lakini hatuwezi kumwamini. Tangu siku hiyo masharti ya kijiji yalikuwa makali zaidi. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kutoka nje baada ya jua kutua. Watu walianza kuabudu mizimu kwa kuwapa sadaka kila mwezi, mbuzi weupe, pombe asili, na maua mekundu. Lakini hadi leo, wakati wa usiku wa manane, wengine bado husema kuwa wanamwona msichana mwenye shati nyekundu akisimama katikati ya njia, akisubiri isubiri subiri, daima subiri.